Sawa, samaji e, kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine tofauti tofauti, e, swala la mchezo wapili, e, wa pili wa fainali umekuwa ukizungumzwa. Kuna watu wanazungumza mambo tofauti tofauti. Wewe ndio sauti rasmi ya Simba. Hebu tueleze hili jambo likoje? Ya tumeona taarifa ikizagaa kwa kasi asubuhi ya leo kuhusiana na mabadiliko ya uwanja na kwamba mchezo wetu wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Berkane utapigwa katika uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar. Nichukue nafasi hii kuwaambia na kuwatangazia wanasimba ya kwamba kwa sasa uongozi kwa sasa viongozi Focus yetu kubwa ni mechi yetu ya tarehe kumi na saba dhidi ya Berikane hapa ugenini. Sisi viongozi, sisi wachezaji, benchi la ufundi wote, tunatazama namna gani tutashiriki kikamilifu katika mchezo huu wa tarehe kumi na saba. Mechi ya marudiano ya tarehe ishirini na tano tutawaambia, tutawaambia wana Simba inachezwa. Um, taarifa rasmi ya mechi ya marudiano ya tarehe 25 tutawapa wana tutawapa wanasimba rasmi punde mara baada ya mchezo wetu wa tarehe kumi na saba. Kwa sasa taratibu zote zinabaki kama zilivyo. Wanaoendelea kununua tiketi waendelee kama walivyoanza, wanaoendelea kuuza tiketi waendelee hivyo hivyo, na mipango yote ya Benjamin Mkapa iendelee kama kawaida. Taarifa rasmi kuhusiana na mechi ya tarehe ishirini na tano tutaitoa baada ya mechi ya tarehe kumi na saba Kwa sasa wanasimba watulie tujikite na maandalizi ya mechi ya tarehe kumi na saba kwa wasiwasi, na hizo taarifa tuachane nazo kwa sasa. Wana simba waachane nazo, focus yetu iwe ni mechi ya tarehe kumi na saba Tusikubali kujitoa wenyewe kwenye mechi ya tarehe kumi na saba Mechi ya tarehe kumi na saba ndiyo dikteta ndiyo mechi ambayo itaamua mechi ya tarehe ishirini na tano kwa hiyo tusikubali kupoteza focus ya tarehe kumi na saba ikatuathiri na tukapata kazi ngumu tarehe ishirini na tano. Akili nguvu mawazo fikira, mipango maandalizi yote kwa sasa yawe ni tarehe kumi na saba. Tukimalizana nayo tarehe kumi na saba uongozi wa klabu ya Simba utatoa taarifa rasmi kuhusiana na mechi ya tarehe ishirini na tano.